Katika hali ya kushangaza, watafiti wa mambo nchini Marekani wanadai kwamba watu wengi nchini Marekani wameacha kusali na kuzipa kisogo kabisa shughuli za kidini kwa kile kinachodaiwa kuwa watu wengi wamekosa majibu ya maswali ya vitu ambavyo vinafundishwa kanisani, hali inayowafanya kuona kwamba ni bora mtu afanye mambo yake kwa uhuru kuliko kuamini mambo yanayompa mashaka na maswali yasiyo na majibu. Na sasa turudi Afrika, wakati Marekani na mataifa yaliyoendelea Wakiacha na kupunguza kusali Afrika, ni kinyume chake. Barani Afrika inasemekana kwamba kila uchao makanisa yanajaa mno kiasi cha makanisa mengine kuzidiwa na idadi ya waumini, huku shughuli za ibada zikichukua nafasi kubwa katika ratiba za wiki, kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Mfano, ni kawaida barani Afrika kukuta kanisa fulani: kuanzia Jumatatu ni siku ya maombi, Jumanne mazoezi ya kwaya, Jumatano ibada ya jioni, Alhamis siku ya kujitolea kanisani, Ijumaa ibada ya jioni tena, Jumamosi maombi na mkesha, na Jumapili ibada kuu. Sasa tujiulize, kwa ratiba hii mwafrika atafanya lini kazi zake? Hapo hapo, usisahau kwamba Afrika ndilo bara lenye rasilimali nyingi duniani, lakini linaongoza kwa umaskini duniani. Ona kitu ambacho sisi Waafrika ambao tumeshika dini, unaomba na kufunga ili upate kitu ambacho mchina ambaye hana dini anakipata bila maombi. Yaani, wewe unaomba upate gari, lakini mchina anapambana apate gari. Tafadhali naomba kueleweka, sijasema haya ili watu mwache kusali, la hasha. Nayasema haya ili mpate kujiuliza, je dini tulizonazo Afrika zinayo majibu ya matatizo na changamoto zetu kama Waafrika? Na je, kama dini zimekuja kutusaidia barani Afrika, ni kwa nini ujio wake uliambatana na ukoloni? Ukoloni ambao umelifanya bara letu kuwa hivi lilivyo, na kibaya zaidi, ukoloni huu ambao tunausema haujaondoka mpaka leo kwa mujibu wa maandiko ya Kwame Nkrumah katika kitabu cha Neocolonialism The Last Stage of Imperialism. Swali la pili ni kwa nini dini zote kubwa, yaani Ukristo na Uislamu, ni dini kutoka mbali? Yaani hata kwa mujibu wa mafundisho ya dini hizi, mitume na manabii wote sio wa Afrika. Yani kama vile Mungu aliwaumba alafu akawasahau watu weusi kutoka Afrika. Ndio maana nakwambia hakuna aliye feri Afrika, tumeferishwa. Mifumo ya kikoloni inaitesa Afrika, kwa hiyo huo wote ni utumwa wa kumtaka mtu mweusi aendelee kufanyaje? Aendelee kuwa chini, asijue chochote. Hapa ndipo nilipochagua kuzama vitabuni na kufanya utafiti mwenyewe. Nikagundua mambo mbalimbali mbali kama ifuatavyo. Namba moja, ukisoma Biblia mwenyewe bila ushawishi wa dini, ukaamua uisome kama kitabu cha kawaida, utagundua kwamba kuna uwezekano mkubwa Biblia ni kitabu cha historia ya watu weusi. Ndio, kabla hujabisha na kunitukana, naomba nikuelekeze uende ukasome mwenyewe sehemu zifuatazo katika Biblia. Kasome Ayubu sura ya 30 mstari wa 30. Wimbo ulio bora sura ya kwanza mstari wa tano maombolezo sura ya tano mstari wa kumi maombolezo tena sura ya ine mstari wa saba mpaka wa nane bila kusahau Yeremia sura ya kumi na ine mstari wa pili. Tumia Biblia zote ikiwemo King James na nyinginezo, lakini nakushauri nzuri zaidi kasome sefa ya Kiingereza kama unajua Kiingereza. Asili yao ni watu weusi ndio akatuambia, tumetokana na nyani, lakini tukienda kwenye elimu ya kidini tumetokana na Adamu. Baada ya utafiti, nimegundua kwamba Biblia sio kitabu kibaya na wala sio kweli kwamba Biblia ilitungwa na wazungu ili kuwatawala watu weusi, bali Biblia ni kitabu chenye hekima na historia yetu, isipokuwa kimechezewa na kufanyiwa manyanga yote kama ambavyo kiwanda kinatengeneza nguo ili watu tuvae, alafu mtu anachagua kuitumia nguo hiyo ili kuua ama kujiua. Aise, kwenye hili tusikilaumu kiwanda, bali tumlaumu muuaji. Na kabla ujabisha, jipe muda kaisome Bibilia kama kitabu cha hadithi, ndugu yangu, na kuhakikishia kwamba utagundua mambo mengi ambayo dini yako imekudanganya mno. Jambo la tatu, hakuna dini ambayo inampeleka mtu mbinguni, bali ni unafiki na uongo kuwafundisha hivyo watu. Kwa mfano, wachungaji na walimu wa dini wengi tumekuwa tukisikia wakisema, mungu wetu ni mmoja haijalishi uwe Mkristo, Muislamu, mshinto au Mbudha. Ei, hivi mnawachukuliaje watu wanajua kwa sababu, waislamu na wakristo tuna uhusiano wa karibu sana yeah. Kwa... Wakristo na Waislamu baba yao wa imani Ibrahimu ni mmoja yeah. Yaani dini inabatiza kwa kuzamisha majini, dini hii hawazamishi majini au hawabatizi kabisa na hawaamini katika ubatizo, alafu uje kusema kwamba mungu wetu ni mmoja aisee, punguzeni uongo Kuliko uchague kumwamini mchungaji ama shehe ama kiongozi wa dini ili akupeleke mbinguni, ni bora usome na uchunguze mwenyewe ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Niamini mimi, utagundua mambo mengi ambayo hayako jinsi ambavyo umefundishwa. Kingine usisahau kwamba kabla dini hazijaja, waafrika tulikuwepo na tuliishi vizuri kwa amani. Hivyo wakati wewe Mkristo unabishana na Mwislamu ama mlokole unabishana na Mkatoliki au Shahidi wa Yehova unabishana na Msabato, usisahau kwamba kuna uwezekano mkubwa ninyi ndiyo wana wa Israeli, alafu mnajiita mataifa. Ndio usishangaye kwenye hili. Wewe fanya kusubscribe, niamini mimi utayajua mengi. Usisahau kuniuliza swali na mimi nitakujibu. Mimi ni Mishta niwa. Bye bye.